Shukrani za dhati zimfikia Allah subhanahu wataala, alitufikisha katika siku hii leo adhim, siku ambayo tulikuwa tukisubiri kwa hamu na shauku kubwa, na tukimwomba Allah subhanahu wataala asitulete uzito wote wala jambo lolote zito likatuzuia kuweza kuikosa safari hii leo. Alhamdulillah, kwa majina mimi naitwa saada Muhammad Nasr, ni kiongozi katika taasisi hii ya kusafirisha mahujaji inayoitwa Al-Safa Hajj and Umrah Trust. tunashukuru kwa miaka sasa tumekuwa tukenda na mahujaji wetu, alhamdulillahi vizuri, salama, na tukirudi salama. Na mwaka huu tumejiandaa vizuri, hasa kiibada. Mahujaji wetu tumewapa elimu ya kutosha, tunaamini kwamba hata mmoja peke yake tukimwacha basi biithnillahi alkarimu anaweza kutekeleza ibada vizuri tu, lakini endapo atasahau au kikimtokezea chochote basi, viko vitabu ambavyo tumewapa vya kuongoza lakini vilevile akiona hapo bado viongozi tupo sisi, tuko imara na tuko tayari kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mahujaji ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo unavyowahudumia wao, wewe unafanya huduma kumhudumia Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuko tayari kwa hilo na kwa nchiye, tuna fahari kwa hilo. Tunaomba waislamu wenzetu wote tuliobakia katika nchi yetu na kote duniani, basi vielewe vyao, ikiwa mwaka huu Mwenyezi Mungu hakuandika ibaki hapa, lakini akili zao ziwe huko. Dua na tuwezeshe, tufanye ibada hii kama anavyoridhia, na tuipate Hijja mabrura dhamba maghfura. Na sisi tuna nia kubwa sana ya kuwaombea wote katika nchi yetu. Lakini zaidi viongozi wetu, mashehe zetu, walimu wetu, wenzetu na jamii muslimina, inshallah na uchaguzi katika vile vile, katika nchi yetu, basi hili pia tumelipa kipaumbele na tumelipa nafasi maalum. Mwenyezi Mungu atuzidishie amani katika nchi yetu inshallah. Mwenyezi Mungu atusimamishie viongozi bora, viongozi imara watakaoendeleza taifa letu vizuri, ili kupata maendeleo na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, tunakuombeni baki salama na mtuombee dua na sisi, inshallah tuko pamoja na nyinyi. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.